Okay, so uh, kadili ya judges katika hizo preliminary rounds ambazo zimepita hapo, uh, katika wale losers ambao walikuwa wanatolewa, ina maana hawa ndo kidogo walifanya vizuri, si ndio? So tunatafuta best loser kati hawa hawa wawili, nadhani tutumia biti ile ile, round moja, dakika moja. Hii ni round ya kujitetea bwana Bobo. You got me? Kindo. Hey, yo kata, yo kwa wanao wanaonijua wananita mkandaji dogo hapa, ujoki vita ya maji maji. Mbona umelegea sana umwezetu mwezetu akushaji? Nataka nikuoneshe simba we spazi hapo, mimi simba we spazi ulipo ukakande mandazi. Naona kabisa kichwa chako kiko wazi, tayari umeduwa uduwanzi mitaani kwenu umekosa kazi. Vipi ili kovu mwana, hawaja kuona machizi, waoneshe usikwepeshe. Umeweka kapero, unaonekana kichwani ushapigwa panga nyingi bunyero, bunyero, hata nguo zako za bukujero. Unakujaje kwenye steji umevaa sendo vipi mchizi, au unataka skendo? Ushaambiwa mara ngapi kuhusu hizo sendo? Au hizo sendo za ulisi, uliambiwa ukija nazo utatushinda sisi? Hatupimiki sisi, kama mafisi yani kichwani, waga, tuna ibilisi tunavochana mpaka mfukoni na kufilisi. Usiniangalie leo haramisi, sidisi ilanogea ndani ya mikasa. Wengine wamekuja kulabia kula bata, au vipi? Wanangu si vipi, simshanipata au, uwe mtoto nikugeuze, nkuchambua, nkufanyi pego, nkuuzeuze, haufai eh, hata kwa soko, kupige ngumi mbili au nkupige ngumi moko. Dogo, hauzijui, hi, hizi taichi na kupiga mbele ya songa, mbele ya mansuri. We Mtoto na kuona kama Aunt Sophie. Hizi njia unaogopa nzako waogopi. Uumwendo tunaondoka, dogo hauondoki. Anku ngoe, ya mkutua hayo meno. So, najua mi inabonga sana na mwaga maneno. Dogo, na hivyo viatu vya Air Max ungevaa, Ungevaa hata Gucci, ungevaa hata Versace. Unapotoka unaonekana wakizee. We mtoto vipi, wako mwache. Na mwada dafu Okay, Mas Lee with the mic. Yeah, yeah, yeah. Bwana. Mimi nimesikia mashambulizi mengi sana toka kwa Bobo MC. Bobo MC. Ndio unajaribu kurudisha lakini bado dogo ndio anaonekana amefanya mengi zaidi kabla kuliko ya ba ya ba wewe mrushia yeye. Shana dogo. Yeah. Aha, -huh, songa. Yes, bwana eh. Uh... Mimi nimeona Bobo ana ana ana, ana, ana freestyle hadi amemaliza, amekupa mashambulizi mengi sana, akasema yake kwamba bwana hapa shughuli ndio itakuwa. Lakini ndugu yetu alivyorudi amejitahidi sana, amejitahidi sana lakini still hajafikia ile level ambayo chizi ameifanya. Kwa hiyo kura yangu mimi nitampa pia Bobo lakini so far bwana amefanya vizuri sana. Ni vile tu. Eh, ni Simba wengi yeah. Yeah, of course kwa Kindo eh. Yeah, yeah Kindo yeah. MC na Bobo hapa, Kindo japokuwa ameshambuliwa sababu sisi tunachoangalia hapa ni mashambulizi, ndio maana ya neno battle. Yeah yeah. Alicho kishambulia bado kimekuwa live kuliko yeah. Alicho kishambulia uh, Bobo. Yeah, kwa sababu Bobo kwanza anamwambia mwana, inakuwaje umekuja na sendo, alafu wewe mzoefu au unataka yeah, sendo kwa sababu unajua